Wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametoacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto amekuja kwangu. Aa, jamaa wakiwa kwa mshiko na baridi na wamekuja upande wetu, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi, mpaka zalivyo mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya wakenya yote. Lakini sisi zimesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu wa jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho hayo yote. Mnaona yale tumeandika maneno makumi yote, ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapata hao fursa ya kufanya hayo, ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo na nchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale, hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida. Imambo ya shaa haifanyi kazi mpaka irekebishwe, si ndio? Irekebishwe sivyo? Yeah. Mambo ya ushuru mbaya, wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hiyo juma nyumba hizi, mpaka irekebishwe, sio? Yeah. Hawezi kurekebisha kama unakaa kando, mpaka uingie tale, uambie fanya hii na hii na hii, na ueke watu yako hapa hapa na hapa, watu wafanye